Toka kaunti namba tatu tuelekee kaunti namba 34 ambapo wakazi wa Kajiado Mashariki wameandamana wakishutumu viongozi walioko mamlakani kwa kuwasahau katika miradi ya maendeleo kama vile ujenzi wa barabara. Katika jua kali la asubuhi, makundi ya wakazi wa Ilmunkush na maeneo jirani, kaunti ya Kajiado, walikusanyika wakibeba mabango na matumaini kwamba kilio chao kitasikika. Wanasema kwa miaka mingi barabara zinazounganisha vijiji hivyo na masoko ya karibu zimegeuka kuwa kikwazo kikubwa cha shughuli za kila siku. Unapata hata wamama wajawazito kama juzi, tumekuwa na mama mjamzito ambaye alikuwa anakimbizwa hospitali akashindwa kujisaidia, imebidi tunaenda kupitisha eh, watu kwa, kwa kaunti nyingine sababu ya hii barabara. Magari ya uh, uh, Santa Fe sasa sinapita na kila lori hapa inakata stika ya 100,000. Na ukihesabu kwa magari ishirini hiyo ni milioni mbili inaingia kwa akaunti ya county kwa mwezi, na hatueni msaada yote. Wakazi hao wanadai kwamba licha ya malori makubwa kupita eneo hilo kila siku kubeba bidhaa na kulipa kodi, hakuna maendeleo yanayoonekana kurejea kwa jamii. Kwao barabara imekuwa ukuta unaozuia kupata huduma za afya kwa wakati, kusafirisha bidhaa na hata watoto kufika shuleni bila kuchelewa. Kina mama wanasalia njiani, watoto masomo yao iko chini, maana hawapati huduma. Hata juzi wakati mtihani ulipokuwa ulipo unaendelea watoto wanahamishwa kutoka kwa shule moja hadi nyingine, yeah, maana hakuna barabara. Tumewapa muda wa siku saba, baada ya siku saba tutarudi tuta hapa kujitengenezea barabara kusimamisha revenue, maana barabara hili ni la kaunti kabisa, ni la kaunti. Kaunti uko wapi? Lengo huko wapi? miaka kumi umemaliza, hatujaona kazi yako. Unafanya nini? kwa uvizi, walisema wamechoshwa na kile wanakieleza kama hadi ambazo zimekuwa zikiumwa na upepo wa kila msimu wa kampeni kulingana nao viongozi wamekuwa wakitumia shida ya barabara kama kivutio cha kisiasa bila kutekeleza hata sehemu ndogo ya matamko yao. viongozi wetu muko wapi? viongozi wetu muko wapi? Tukiangamia, tuki angam, tuki mkiona maziwa yetu, mbuzi yetu haitaenda kwa soko. Sisi tunategemea soko ya Mashuru na, and this is the main place, the main main place bridge ambayo inatuvukisha kupeleka mbuzi yetu Jumatano Mashuru na Sultan na i isipo, isipotengenezwa isipo sisi hatuko. Katika maandamano hayo ya amani, wakazi walitembea kwenda mbali sana kuonyesha uzito wa changamoto wanazokumbana nazo. Naomba barabara itengenezwe. Sisi wamama tuko na shida, watoto wako na shida. Wakati wa mvua tunawabeba kwa migongo. Wamama wajawazito hatuendi hospitali. Wananchi hao wamesema wataendelea kupaza sauti hadi pale watakapoona hatua halisi zimechukuliwa zinazoweza kubadilisha maisha yao. Subira kwa wakazi wa eneo hili la Ilmunkush Imaroro, Kajiado Mashariki, limekuwa ndefu kuliko mashimo wanayokabiliana nalo. Kwa hivyo wametaka viongozi kuchukua hatua na kuweza kukabiliana na majanga yanayowakumba. Nancy Kering, runinga ya Citizen, Ilmunkush, Kajiado Mashariki.